Utakuwa wa kwanza kupata notification za habari kutoka pande zote. Manyunyu TV ni yako tu. Umeliamsha mlitegemea jeshi la polisi na vyombo vingine vifanye nini, hali ya kuwa kubwa wa watu umesongamana, unakwenda unaunguza vituo vya ma, mafuta la polisi na vyombo vingine vifanye nini, hali ya kuwa umma wa watu umesongamana, unakwenda unaunguza vitu vya mafuta wa... fight against colonialism, fight against all who lead motions, violence, trucks, to attack our nation I ourtio also hasemi upande huo kwamba wandamanaji wameua watu, hasemi kwa mfano, kwa mfano Dar es Salaam eneo la Kibo siku hiyo ya vurugu, dada mmoja ambaye anaitwa Bi Claudia Pita Masawu, Claudia Pita Masawu mfanyakazi wa Vodacom ambaye alikuwa anafanya duka la Voda Shop Mlimani City pale, mida ya saa kumi na moja, anarudi amevamiwa, ameporwa begi lake na na wale vibaka, ameuliwa Tarehe 19 alijeruhiwa akaumia akapeleka hospitali ya Bochi Dar es Salaam tarehe 19 amepoteza maisha. Tutegemea CNN ionyesha haya kama ingekuwa ni fair kwamba yako madhara yamesababisha waandamanaji. Lakini tuambizane vizuri, yuko askari mwingine ameuliwa askari ASP Rajabu nyumbani Daji. Hasemi upande huo kwamba waandamanaji wameua watu, hasemi. Kwa mfano, kwa mfano, Dar es Salaam eneo la Kibo siku hiyo ya vurugu dada mmoja ambaye anaitwa Bi Claudia Peter Masau, Claudia Peter Masau mfanyakazi wa Vodacom ambaye alikuwa anafanya duka la Voda Shop Mlimani City pale mida ya saa kumi na moja anarudi amevamiwa, ameporwa begi lake na wale vibaka ameuliwa. Tarehe 19, alijeruhiwa akaumia, akapeleka hospitali ya Bochi Dar es Salaam, tarehe 19 amepoteza maisha. Tulitegemea CNN ionesha haya kama ingekuwa ni fair, kwamba yako madhara wamesababisha waandamanaji. Lakini tuambizane vizuri, yuko askari mwingine ameuliwa, askari ASP Rajabu nyumbani kwake maeneo ya Vingunguti pale na alikuwa ni afisa magereza wa Mbarali, kauliwa, wanasema huyu ni askari, taarifa zipo, mbona hii CNN haisemi? Hiyo ni mifano michache. Kama kweli CNN ingekuwa ni chombo cha uhalali, chombo cha nia ya kuonyesha madhara yaliyotokea, tulitegemea kionyeshe na upande wa pili, kwamba haya pia yaliweza kutokea huyu mke aliyeuawa na hawa waandamanaji ni mke wa bwana anochiche mgaya, mke anaitwa klaudia pita masawe, mme anaitwa bwana anochiche mgaya, hospitali ya bosh 19 pale mtu kafariki, wamele kuzika kwa kule kaskazini. Lakini CNN anasema kwamba maandamano yanatokana na wananchi hawakubali serikali yao. Huu ni uzushi tulitegemea chombo kama kile cha kimataifa kitupe takwimu, kituambie kwamba kimehoji asilimia ngapi ya wananchi wa Tanzania na asilimia ngapi inakataa serikali yao. Hakuna takwimu, uzushi tu wa. amepata wapi relevance? uhalali wa taarifa zake ni nini? Nyinyi wanahabari, mnajua habari itakuwa na chanzo. Chanzo ni nini? Kawahoja akina nani, wapi na lini kumpa hizo taarifa? Ndio maana nasema CNN ni chombo cha uzushi na taarifa yake ni ya uzushi na ipuuzwe. Lakini askari wangapi wameuliwa? Tunakubali katika kutenda jukumu lao, wako raia waliuliwa, liko wazi hilo, liko wazi. Swali ni katika mazingira gani? Swali ni je, CNN ilitaka wananchi wamalize nchi nzima waandamanaji wateketeze nchi nzima Tanzania imalizike. ATM zimevunjwa, sote tumeshuhudia, tunaona kwa macho yetu matobo ATM ya ATM yako pale. Mbona CNN haionyeshi matobo ya ATM zilizo tobolewa hela zikachukuliwa? Mbona CNN haijawahoji wenye vituo vya mafuta waliopoteza mali zao? CNN haijamoji kiongozi wa serikali hata mmoja. CNN haijaoji mwananchi hata mmoja, kwa sababu hata wanaoonekana kuhojiwa majina yao hayatajwi, ni invisibles. Ni invisibles. Sasa, relevance na uhalali wa hiyo taarifa unatoka wapi? Ndio maana tunasema kwamba CNN ni chombo cha uzushi na taarifa ile ipuuzwe na isipewe umuhimu wowote kwa sababu sisi hapa Tanzania tunavyo vyombo vyetu vya vya habari vipo. Ninyi mpo vyombo vya habari, tunavyo vyombo vya habari na hamjazuiliwa kwenda kumuona IGP, hamjazuiliwa kwenda wizara ya ulinzi, hamjazuiliwa kwenda popote. Na nawashauri timizeni wajibu wenu, mkachukue taarifa sahihi katika mamlaka husika za serikali kuliko na ninyi kuchukua CNN, mnakopi, mnarusha kwenye umma. Ni very risky kwenye usalama wa nchi yetu. Lakini CNN inasema kwamba watu wengi wamekufa na idadi ya kataji takriban elfu mbili anasema katika majiji ya Arusha wengi, dar es Salaam, Mwanza, lakini hatuambii categorization kwenye kila mkoa. Hatuambie kama kweli ni chombo cha habari kimefanya utafiti mzuri wenye kuaminika Chuti kama ni sisi tusaidie, hata sisi tungependa na hata viongozi wa nchi wangependa kuona habari nzuri ambayo inasaidia pia kutoa e, taarifa wazi ili hatua zichukuliwe. Sasa haitwambii Dar es Salaam ni wangapi? Haitwambii Mwanza ni wangapi? Haitwambii Arusha ni wangapi? Haitwambii Mbeya ni wangapi? Haitwambii Dodoma ni wangapi? Lakini inatuambia watu wengi takriban 2000. Kwa mtu yeyote mwenye utimilifu wa akili, unaanza kuona mashaka katika taarifa ya CNN. Hivyo basi ni waombe wananchi wa Tanzania tuendelee kuamini serikali yetu, tuendelee kushikamana pamoja. Na changamoto ambazo tumepitia katika uchaguzi huu hazitufanyi kuacha uzalendo wetu kwa taifa letu, haitufanyi kubeza vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, haitufanyi kugawanyika. Lakini tujiulize jambo jingine, kuna huyu huyu jamaa anayejiita rais wa jenzi huyu anasema ni Mtanzania. Tazameni hata anavyozungumza kama robot vile, alafu Watanzania sisi tunajuana, Watanzania jamani, kisa tunajua Mtanzania wa wapi? Tuna makabila tunajuana, na sisi hapa hatufukui makabila lakini tunajua, na sisi Watanzania hata mtu aliyekaa Marekani miaka hamsini Hatajulikana ametoka. Mimi ukisema mimi ni mnyambo, mimi ni mnyambo toka mkoa wa Kagera. Najulikana, sisi uko wetu, najulikana na familia yetu, najulikana na ndugu jamaa. Wananijua watu kama huyu ni Mwesigwa, ni mnyambo wa sehemu fulani. Wewe unajulikana, ndugu yangu, ni mtu wa sehemu, unajulikana Mtanzania. Hakuna Mtanzania neutral, sisi hapa kama kuna Mtanzania mwenye jina la Mtanzania neutral. Tuna Mtanzania tunamjua, ni Mtanzania Mzanzibari, ni Mtanzania Mchaga, ni Mtanzania Mkikuyu, sorry m, ewa, Mkerewe ni Mtanzania, tunajua tunajua mtanzania wa wapi. Yule anajaribu kuaminisha vijana kwamba ni mwenzao wa Tanzania ili apate namna ya kuwaingia vizuri na kuwatumia vibaya. Kwanza niwape pole, pia tumie nafasi hii kama mtanzania pia kuwapa pole wote ambao waliguswa kwa namna moja au nyingine kwa kupoteza ndugu zao, kwa kupoteza mali zao, jamaa zao na marafiki zao niwape pole kabisa. Hakuna mtu anafurahi kwa namna yoyote ile ndugu yake kumwona ameondoka duniani kwa namna yoyote ile, lakini tujue kabisa kwamba ilikuwa ni mazingira ambayo hayazuiliki kwa namna nyingine. Halafu CNN ina inawapa wale vijana nembo ya waandamanaji, nembo ya waandamanaji. CNN ni chombo kikubwa kinafahamu nini maana ya maandamano, kinajua taratibu za maandamano, kinajua maandamano. Sasa maandamano gani yalikuwa yakianzia wapi kwenda wapi? Huu ni uchochezi, ni namna kuanzisha vurugu nchini, na sisi kama Watanzania tunaojitambua tutasimama imara kulinda nchi yetu hii. Nchi tutailinda sisi wenyewe, tutailinda vizuri sana, na niwahimize hata ninyi waandishi wa habari Andikeni habari nzuri, zipo za kujenga jamii yetu, za kuharmonize. Lazima tujengane. sasa hivi aliyefiwa, aliyeibiwa mali yake, aliyepotelewa. Lakini niwaambie pia Watanzania mfahamu kwamba baadhi ya tuhuma zinazotolewa ni za uongo kwa vyombo vyetu ni za uongo baadhi. Nimesema na mnikoti vizuri, baadhi ya tuhuma ni za uongo. CNN inasema hivi, CNN inasema ni maneno ya taarifa ya CNN inasema hivi, kulikuwa na unfair election, kulikuwa na uchaguzi ambao si wa haki, ambao waandamanaji waliamua kuandamana kupinga wa uchaguzi na kupinga tume ambayo si huru, tume ambayo si huru. Tunamuuliza CNN. Hili kalipata wapi? Kwa sababu wale watu hawakuwa na bango lolote la ujumbe wowote katika maandamano hano ya sema. Kalipata wapi hilo CNN? Kwamba waandamanaji walisema tume si uhuru. Atuoneshe bango lolote katika taarifa zake zote hizo, hakuna bango lolote la waandamanaji lenye ujumbe huo. Ninaposema CNN amepika taarifa namaanisha hiyo mazingira kama hayo. Lakini CNN kama chombo tunachokiheshimu hakikuzuiliwa kuwafika viongozi, hakikuzuiliwa kuwafika wananchi. Alafu CNN anasema uchumi wa Tanzania umekufa. Anasema CNN uchumi wa Tanzania umeharibika kutokana na maandamano. CNN sio chombo cha kutusemea, sio chombo cha kusemea uchumi wa Tanzania. CNN sio chombo cha kusemea uchumi wa serikali ya Tanzania umekufa. Kwenye item gani? Make uchumi una categorization areas of the economy ziko, ziko, ziko classified. Sasa anaposema uchumi wa Tanzania umekufa, umekufa kwenye maeneo gani? Hasemi, nakapata wapi chanzo cha taarifa hizo? Ndio maana anasema CNN taarifa yake ipuuzwe, taarifa yake ni ya kipuuzi, taarifa yake ni ya kuchochea, ni ya kuendelea kuongeza mgawanyiko kwa Watanzania. CNN sijaona ikisema kwamba, waandishi wa habari, mlikuwepo, wiki moja imepita alikamatwa mtu mmoja mwenye asili ya Kenya na na Marekani kwa mujibu wa taifa jeshi la polisi, ambaye alikuwa anaingiza anaingiza mabomu mabomu nchini kupitia kule mkoa wa Mara kule Tarime kule. Sijaona CNN ikisema hilo kwamba vyombo vya ulinzi vya Tanzania viko kazini, viko active kulinda nchi yake. Yeye anazungumzia vitu vidogo vidogo tu ambavyo kimsingi lazima kutia moto, kutia petroli ili ionekane kuna ufa mkubwa sana. Mimi siamini na naamini Tanzania hakuna ufo wa kiasi hicho. Ni matatizo yametokea madogo sana ambayo yanasuruhishika na hatua zimeanza kuchukuliwa, na niwaombe viongozi wote wa nchi yao, wakuu wa wilaya, makatibu kata, wakuu wa mikoa, watendaji wa serikali popote walipo, wajitahidi sana kuharmonize. Wajitahidi sana kwenda kwa watu kujenga umma umma huu wa Tanzania bado una imani na serikali yake, lakini pia hatuambii maandamano yalikuwa na watu wangapi. Ni tegemea tu relevance kwamba wananchi wapende serikali yao. Katika milioni sitini na tano wameandamana milioni 40. Ni asilimia 80 wa Watanzania, hatupi takwimu za walio walioandamana. Sasa unasemaje leo kwamba watu wengi hawaipendi serikali yao? Huo ni uzushi lakini anajaribu CNN kuingiza chuki baina ya wananchi na vyombo vyao vya ulinzi na usalama, ndio mkakati anaofanya huu. Niombe wa Tanzania. endeleeni kuviamini vyombo vyenu vya ulinzi na usalama, tuendelee kushikamana navyo. Taifa hili linahitaji kulindwa na sisi wananchi, kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama. Sisi ndio wenye dhima kubwa kutoa taarifa, sisi ndio wenye dhima kubwa ya kushirikiana, lakini pia kwenye changamoto tushauri, tushauri vizuri kwa weledi kwa nia njema ili kusudi taifa letu libaki kuwa pamoja. Mwisho mwisho, CNN imesema yafuatayo kwamba imebaini. CNN inasema kwamba imebaini kwamba e, Tanzania amani hakuna, ndio inavyosema CNN na ndio mwanzo wa vurugu hizo kutokea. Sasa anapozungumzia amani, atuambie ni lini Tanzania hii imekuwa na viashiria vya uvunjifu wa amani katika levu ya kitaifa? Ni matukio gani ambayo review kwake anayatumia kusema kwamba haya ni uvunjifu wa amani ambao umekuwa katika historia mbalimbali? Yote ni mashahidi chama, kikuu cha upinzani Chadema kilisusa uchaguzi, kushiriki harakati za uchaguzi hata kabla ya tume ya uchaguzi kuundwa, mwanzo ni kabisa Leo anaposema kwamba vyama vya upinzani vimezuiliwa kugombea kushiriki, kwamba hakuna demokrasia, alitaka chama gani kigombea? Lakini amesema pia Sineni kwamba miongoni mwa sababu za maandamano na vurugu ni kiongozi wa upinzani kuwekewa kesi, anasema Sineni, anasema tena hivyo kuwekewa kesi ya uwahini. Nauliza watanzania wenzangu na nyinyi wana wanahabari, kwani kosa la uwahini limetungwa juzi kwa ajili ya Lisu? lakini je, Lisu ameshahukumiwa? kamba kahukumiwa ma, mahakama. Lakini je, haijawahi watu kushtakiwa na makosa ya uwaini nje ya Lisu? Lakini swali jingine la msingi, je, ikiwa sheria imetungwa na makosa yamewekwa na adhabu imewekwa, kwa hiyo mwanasiasa akifanya kosa asishtakiwe mahakamani kwa sababu ni mwanasiasa? Yaani mahakama ipo kuchagua kwamba huyu ni mwanasiasa asishtakiwe huyu huyu mfanya biashara huyu sishtakiwe, mtumishi wa sishtakiwe. Sidhani kama CNN wana akili nzuri, sidhani kama wanajitambua vizuri. Katika hali kama hii, ingekuwa sheria ilitungwa karibu na uchaguzi ikaweka makosa hayo na Lisi wakakamatwa akashtakiwa, tungeweza kusense kwamba e, e, iko nia ovu dhidi ya, ya huyu mwanasiasa, lakini sheria ipo ndio mrefu tu ipo. Sasa anataka sisi kutishia serikali yetu kwamba watu wasichukuliwa hatua wanapotenda makosa. Hili nchi iendeeje bila kufuata sheria? Serikali inafuata sheria, wananchi tufuate sheria, na wao wengine wote wafuate sheria. Hivyo ninaipinga vikali. Na niseme kabisa na wao wasikie kwa sababu wengine hawajui Kiswahili wenyewe wale, hawajui Kiswahili. Ai Mwesiga zaidi Bingi

bias and discriminatory such a report intends disrupt disturb our nation divide tanzanians and cause further insecurity to our nation of which we are not ready to accept it cnn report is lacking legitimacy and relevance

proper her government make sure our nation remain safe as we depend on her to ensure our safety after so i hereby call upon all the media in tanzania to join efforts knowledge and make sure they collect the credible proper information which are relevant to our nation which join tanzanians Nawashukuru sana waandishi wa habari. Kama kuna mtu anaswali na likaribisha. Kwanza, nia ya serikali kupitia Mheshimiwa Rais ni nia njema ya kuweza kupata taarifa sahihi ya nini kilitokea, kama alivyosema, kwani kimetokea hizi presumptions ambazo wanajenga hizi dhana za kufikirika za asubuhi, hata kazi haijaanza, mtu anasema tume aitotenda haki. Ameona nini? Maana lazima tuambie features kwamba tume, tume hii ina mapungufu kutokea kuundwa kwake, moja, mbili, tatu, hivyo inaashiria kutotenda haki. Sasa mtu anaposema tu kwamba tume, ana mashaka na tume na hatuambii grounds, hata mwandishi wa habari ungependa akwambie yeye mwenyewe aliyesema hivyo bado nazidi kusema kwamba ni uzushi, pia ni uchochezi huo, kwa sababu hasemi huyo mtu ni zipi za kupinga tume, integrity ya tume ni nini? Hasemi, lakini angetuambia kwamba kuna kuna madhaifu moja mbili tatu, tungeweza kuona sisi. Nyote ni gumu kulijibu, kwa sababu hakuna kitu ambacho kimeonyeshwa ambacho kiko hai. Mimi sina mashaka na tume. Ninaamini tume ita, italeta majibu ambayo ni sahihi na ni mazuri kwa Watanzania na hivyo basi, nizidi kuwaomba Watanzania kwa, wa kwa wastahimilivu na wavumilivu wakati tume hiyo iliyoundwa ikiendelea kufanya kazi yake. Sasa itakapoleta majibu ambayo tunasema kwamba ah, hapa bwana ametupiga, sio sawa. Watu wanaona wana kitima eh, tuta wana eh, mtu tutaona kwamba iki hapana bwana eh ikiwezekana tutaona kwamba kuna shida. Lakini sasa hivi kwa kweli ni vigumu sana sasa sawa na sasa sawa na mtu unamkamata unasema wewe unafanana na, na, mwizi aliyekamatwa Mwanza mwaka jana, hebu njoo ingia lock up mpaka tukimpata yule mwingine. Yani, mnafanana umeshasema, so, mnafanana maana yake huyu inawezekana sio yeye. Sasa kwa nini umpe punishment haraka, na wakati ungeweza kumtafuta na yule mwingine? Sasa ndio maana nasema kwamba tusiende kuwa na assumptions. Na haya yote ni malengo ovu, wanaoandaa watu kuvuruga nchi yetu na kuvuruga malengo ya watu ya serikali inayofanya na kuchanganya vitu vya watu ili wasiwe tayari kupokea matokeo ya tume. Huo ndio mwelekeo wao. Vilevile nitoe wito kwa viongozi wa dini zote katika nchi yetu. Hivi karibuni na Watanzania ni mashahidi, kuna matamko yameanza kutoka kutoka kwa viongozi uh, mfano mzuri ambao tunao kuna huu umoja wa wahadhiri wa dini ya Kiislamu, kuna matamshi yalitoka ambayo si mazuri ya kushambuliana na viongozi wa madhehebu mengine ya dini. Niwaombe sana, niwaombe sana, na hasa kwa wakati tulionao huu, ni wakati wa viongozi wa dini kuwa mchango wa kujenga na si kubomoa. Haya matamshi yanayotolewa, mnaweza kuyaona kama ni matamshi madogo madogo, lakini madhara yake ni makubwa. Nchi yetu hii imekuwa katika historia ya umoja, mshikamano, bila kujali itikadi za kidini. Leo kiongozi yoyote anapotoa tamko kushambulia dhehebu jingine, dini nyingine, kwa kweli ni muombe sana kiongozi wa namna hiyo. Lakini pia viongozi hao wajue pia kwamba na sheria zipo, wajue kwamba matamshi ya uchochezi, hata uwe shehe, hata uwe padri, hata uwe mchungaji, vyombo vikijiridhisha na uchunguzi kwamba matamshi hayo ni hatarishi, utashughulikiwa hapo ndo mtaanza kusema polisi wanaingilia wana, wana, wana, wana mambo yetu ya dini. Lakini ni vizuri uhuru wa kuabudu uliomo kwenye katiba yetu utumike vizuri kujenga nchi, asi kubomoa nchi. Msimamo wangu kama Mwesigwa, ninapingana na napinga matamshi yote yaliyotolewa na viongozi wa dini zote, wa dini zote, ya kuonesha kwamba dini fulani haijaridhika au dhehebu fulani linaweza kuwa chachu ya kusababisha movement fulani kwenye nchi yetu. Si nzuri, si nzuri, si nzuri, si nzuri kabisa na haifai, na sasa tuikemee na nadhani waandishi wa habari pia, mimi kwa pakazi waandishi wa habari. Kama kuna eneo pia la kusemea na kukemea ni hilo. Unapoona watu wanaacha vyama vyao wanaanza kuhamia kwenye dini, kesho wataamia na kwenye makabila yao. Kitu ambacho ni hatari. Na niwaambie viongozi wa dini. Inawezekana msifahamu lakini hizo pia ni mbinu za kujenga nyufa kwenye nchi yetu. Hawa wenye nia ya kupasua nchi yetu wanatafuta kila sehemu yenye mwanya. Wakiona kwenye dini kuna mwanya wanapita, wanapita huko huko. Wakiona kwenye siasa kuna mwanya wanapita huko huko. Ili mradi mwanja umepatikana. Sasa ninyi mnaweza mkasema sidhani hayo matamshi kama yana, yanafurahisha yoyote. Na sidhani kama kuna mtu anaweza kufaidika na matamshi hayo. Na sidhani kama nchi yoyote kufanikiwa kwa kutofautiana. Naamini jamii yoyote, nchi yoyote inafanikiwa kwa kuungana, kwa kusikilizana. Hili ni mashahidi sisi hapo Tanzania, Muislamu anaoa Mkristo, Mkristo anaoa Muislamu, asiyekuwa na dini naye anaoa. Ndio jamii hizi tumeishi hivi na tumekuwa na utulivu mkubwa sana. Sasa leo ninapokuja hii eh, mimi umekuja hapa maandishi habari, hata dini yangu huijui na huna mpango wa kuniuliza na mimi siwezi kukuliza dini yako wala kabila lako. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika misingi ya kujenga umoja na mshikamano tuliojengewa na waasisi wetu ni kuepuka mambo hayo ya kutambuana, okay, kwa matabaka mbalimbali. Kwa hiyo ni waombe viongozi wa dini huu mchezo nao uanze, mchezo mbaya sana, ni mchezo mbaya ambao unaweza kugharimu taifa letu. Lakini pia na vyombe vetu vya ulinzi na usalama ni vyombe, pia na wenyewe visifumbie macho matamshi hayo. Ni vizuri kwa maoni yangu Watu wakaitwa ni wakahojiwa wanamaanisha nini katika hayo, bila kujali nafasi yao katika dini, kwa sababu nchi hii ni bora kuliko kila mtu aliyoko hapa. Amani yetu, mshikamano wetu sisi ni mkubwa.